Nimeanza kukutana na watu ambao nilikuwa natamani kufanya nao kazi, watu waliofanikiwa na mataasisi. Kitu nilichokuja kujifunza ni kwamba sikutumia nguvu kubwa kujiintrojusi kwao baada ya kuonyesha kwamba mimi pia ni CEO wa kampuni yangu. It's very easy na simple kuweza kutana ndege wenye mbawa sawa wakiruka pamoja. Unaweza kana biashara yako, umeshapambania, sasa hivi unaweza kaingiza hata at least milioni tano kwa mwezi, lakini unatamani kufanya kazi na key players of a biashara kubwa au mataasisi na kitu unachojiuliza na anzaje kwenda kwao, kuanza kujielezeaje mpaka waje wanielewe mpaka mshauri unasema achana nayo. Lakini kitu ambacho unajua ni kwamba ukisajili kampuni yako inakujengea uaminifu wa haraka moja kwa moja mataasisi na watu ambao ungependa kufanya nao kazi, moja kwa moja wanakuamini bila kujiintrojuzi sana. Sijui mimi nimetoka wapi, mimi unajua, unajua. No, very simple and clear. Hakikisha unakuwa kama wao. Kwa kufanyaje? Kuhakikisha umesajili kampuni na unakuwa CEO. It's very simple kujitambulisha, I am CEO of Agents Company, kuliko kwanza kujielezea mimi, unajua, natoka hapa natoka hapa natoka hapa. So ukitaka kutengeneza uaminifu wa haraka comment neno KAMPUNI hapo chini nitakusaidia kusajili kampuni yako sasa hivi, ama wasiliana sisi kwenye namba zinazoonekana hapo chini kupata msaada wa haraka.